Na mtazamaji wa Chawamata TV moja kwa moja ni kiripoti kutoka nje ya uwanja, uh, nje ya lango kuu la uwanja wa Benjamin Mkapa. Kumbuka leo ni tarehe 25 ya mwezi wa sita, mwaka ni wa 2025. Tupo hapa tumepiga kambi timu nzima ya Chawamata kuweza kupata maoni mawili matatu kutoka kwa mashabiki wa Simba lakini pia Yanga, kuelekea mchezo ambao unaenda kuchezeka kuanzia saa 11. Kumbuka mtazamaji, ni mchezo wa namba 184 wa Ligi Kuu Tanzania Bara ambao utakuwa unaanza majira ya saa 11 za jioni katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa hapa Dar es Salaam. Mtazamaji, tunaenda kuzungumza na mashabiki wa Yanga lakini pia wa Simba, huweza kupata mawili matatu kutoka kwao. Mchezo wa leo wanaochukuliaje? Mchezo wa leo unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani? Kumbuka ni mchezo ambao umekuwa na mambo mengi kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa tatu mwaka wa 2025 ikaja tarehe 15 ya mwezi e, wa sita, ikawa bado mchezo huo haukuweza kufanyika na leo hatimaye ni tarehe 25 ya mwezi wa sita, ambao pia tunaenda kuangalia e, leo hawa watani wa jadi, ni nini ambacho kitaenda kutokea katika mchezo huu? Baada ya dakika tisini, nani atakuwa ndio bingwa? Nani atakuwa ndio mshindi? Kumbuka mtazamaji, e, Simba na Yanga wapo katika e, msimamo pale juu, Yanga akiongoza kwa point 79 lakini pia ya Simba akiwa na pointi 78. Ni utofauti wa point moja tu, mtazamaji, leo atakayeshinda baada ya dakika tisini basi atakuwa ndo bingwa wa michuano hiyo. Kumbuka, tupo hapa live kutoka nje kabisa ya dimba la Benjamin Mkapa. Tunaenda kuzungumza na mashabiki wa Yanga watuambie wao mchezo wa leo wanauchukuliaje? naenda kuzungumziaje. Ndugu yangu mambo vipi? E, bwana safi kabisa ndugu mwandishi wa habari bwana, tuko vizuri. uko vizuri? niko very good, yani kama ligado, najiamini kutoka nyumbani mpaka humu ndani uwanjani humu. He, leo, leo mchezo wa leo, dabi ya leo unaizungumziaje? naenda kuwa ni dabi ya aina gani? kwa sababu imekuwa ni dabi, kwa sababu ni dabi ambayo imekuwa na vitu vingi sana hapa katikati, hatimaye leo siku imefika. Dabi unaizungumziaje kwa siku ya leo mchezo hiyo hiyo? Kwanza tuseme kwamba hivyo vitu vingi wenyewe au, au, ndio wameleta dabi, ilikuwa haina kipengele Tarehe nane wamekimbizwa, sasa leo tarehe ishirini na tano wamejaa kwenye mfumo. Sisi tumetoka nyumbani, tunajiamini, tunakuja kuchukua kombe letu, tunalipitisha pale msimbazi kwao, linaenda jangwani linatulia. Sisi hatuna wasiwasi kabisa yani. Kuna kipi ambacho kinakupa kiburi sana kusema kwamba leo mtani anaenda kukandwa, leo anaenda kufa nyingi? Kinachonipa kujiamini ni kutokana na timu niliokuwa nayo mpaka viongozi wenyewe wajuu niliokuwa nao wewe huogopi mpaka beki mwenyewe, beki ana magoli matano beki, wewe uogopi? Uenda uenda wao jamaa wamekuja na mfumo mwingine ambao, wewe wewe mtani unajitamba kwamba una, una, una option mbili ya kushinda au kusare. Wao wanakuja kivyao, wewe huogopi kwamba wanakuja kukufaya? wajaongea chochote kuhusu mchezo huu? O, o, ni kutokana na woga waliokuwa nao. Wameona wakiwaambia wacheza nani, mashabiki wao waje uwanjani humo, watatoka na aibu, kwa sababu wangekuwa wanajiamini, wangeanza kuwatangazia mchezo hupo kuanzia tarehe kuanzia ngapi, siku mbili, siku zilizopita, lakini wamekuja kuwatangazia masaa mangapi yamebakia? Masaa manne, kwamba mchezo upo. Je, wale wanaotoka mkoani watakuja kushuhudia kuwaangalia? Hata wenyewe wale wanaotoka mbalimbali Dar es Salaam wa kutoka mbali, mbali ambako usafiri ni shida, hawawezi kuja kwa sababu walikuwa wanajua kabisa hapa kitakachokuja kuwapata ni nini. Ni nini? Ni aibu, ni utofauti wa pointi moja ndio. Ni utofauti wa point moja, wewe unaongoza kule. Yeye ana, ana pointi moja chini yako, hii pia ikupi wasiwasi wasi? Ah, mimi haiwezi kanipa wasiwasi hiyo wasi haiwezi kanipa wasiwasi kwa nini haiwezi kukupa wasiwasi? Kutoka mpira unadunda dunda, ndio. Ah, na, na mpira una matokeo matatu. Wewe kama kweli wangekuwa wanajiamini hiyo pointi moja hiyo, nimeongoza kuanzia mwaka gani? Bana <laughs> wameshindwa kunishusha? Wameongoza dakika sijui juzi, wameongoza sijui sekunde tatu tu. Mechi <laughs> zinaendelea wakaongea kama status vile yani. Alafu wakatoka. Point hii moja wameshindwa kunishusha kuanzia mwaka jana. Wanasema point moja ni ngumu sana kuitoa, kuipata. Kui hiyo ni ngumu sana. Hiyo ni ngumu, hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Tuulize sisi humu. Tulishindwa kuipata mbele ya nani wale wale waliotutoa wale? MCR ya, mm. tumeshindwa kuipata. Point moja. Point hii moja tu. Vipi sasa ujio wa marefari kutoka Egypt kule Misri ah, oh, hili, hili unalizungumziaje? oh, ujio wa marefari, kwanza mimi mwenyewe binafsi sijawafikiana nao, kwa sababu kwanza kabisa unawashushia hadhi, unaonekana marefari wako uwaamini wa nchi yako. Sababu hii ni ligi yetu, sio mashindano ya kimataifa. Kwa nini usiwape ma, kipaumbele marefari wako, na unaingia gharama kuwapeleka sijui nini kozi ya FIFA? Kwanini usiboreshe marefari wako wenyewe, ili wawe bora kama hao wenzetu na natosha, ni wao wenyewe tu wameleta kipengere, tosha kabisa, bonge moja la refari. Vipi sasa, ushauri wako kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia wadau wa soka kuelekea mchezo wa leo unaozungumzia? Uh, ushauri wangu, wale mashabiki wanaopenda soka wakaribie, hasa hasa wale ma mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, tuchukue mwali tumpereke pole pole, siumie, tumpitishe jangwani pale tuibukia pale Msimbazi alafu tumrudishe tena Jangwani ili ndugu zetu wasononeke roho. Lengo letu sisi kuwasononesha tu, lengo moja ni kuwasononesha tu, yani wasikitike. Ahamediali sisi tunafurahia akiwa nalia pale kwenye nilapu, mziza takapo, atakapo atakapochomeka goli Ahmed Ali kishika kichwa, sisi tunafurahia. Mashabiki wa Dar es Salaam Yanga, ngoja nipate mawili matatu kutoka kwa mwenzako bana. Mambo vipi mzee, unakuaje mzee? Fresh kabisa hii. Huyu ni mtoto wa rais, machozi mwisho uwanja wa Taifa. Mtoto wa, mheshimiwa rais eh, marais wako wawili hapa nchi nzima, kuna rais Mama Samia. Pia kuna rais wa Young Africans Engineer Helis Saidi. Majina yako rasmi unaitwa nani? Mimi naitwa Paulo James, ni mwenyeji wa Mbezi. Mbezi. Mwenyeji wa Mbezi. Yeah. Safari yako kutoka Mbezi mpaka hapa Temeke uwanja wa Benjamin Mkapa. Yeah. Tunazungumza tupo nje kabisa ya lango kuu kuingia hapa. Sawa. Ilikuwaje? Ah, ilikuwa, ilikuwa safari yangu ni, na sio mara ya kwanza no, kuja hapa Benjamin Mkapa. Nimekuja kwa ajili ya kufurahia ya timu yangu inavyobeba kwapa mbele ya mtani, mm -hmm. Na huyu sasa hivi naelekea kumweka asiwe mtani, kwa sababu nimemfunga mara tano mfululizo hapa. Nina magoli nane ninayomdai, na leo tunaongeza magoli mengine matano. Sasa basi cha kufanya wao, yule msemaji wao alisema kwamba wamemtangaza mfungaji bora wa ligi kuu. Mfungaji bora wa ligi kuu sio yule jamaa mwenye penati kumi na tatu? Hapana, wameshamtangaza nyinyi, kwani? Ah, nilimsikia msemaji wao mamediali anasema kwamba yeye mfungaji bora ni chazi yahwa, lakini leo tunataka tumthibitishie kwamba mfungaji bora ni Mzize, anafunga magoli manne dabi ya leo. Wewe ukiwa kama shabiki lialia kabisa wa Dar es Salaam Young Africans, unaiona nkuwa ni dabi ya utofauti gani ukilinganisha na dabi zote? Utofauti wa leo, kuna mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu nadhani, kuna magazeti yaliandikwa Simba walisononesha nchi na leo wanaenda kujirudia. Leo ni kiama cha nchi. Leo wanaanza kulala, watu wanaenda kuzimia, watu watapasuka, watu hospitali zinajaa wagonjwa. Leo watoto wa Msimbazi sio Young Africa. Young Africa tuna kazi kesho ya kuwapelekea supu kutoka Jangwani, na kesho tunakunywa supu asubuhi. Tofauti wa pointi moja na mtani wako haikupi wasiwasi kwamba watachukua ubingwa mbele yako? Kwa sababu hawawezi wakishinda... Ha, kwa sababu hawana huo uwezo. Hakuna mchezaji anayefunga leo goli kutoka kwenye kikosi cha Simba mpira unadunda mpira mpira. Mpira, mpira, hawana uwezo kwa sababu uwezo wao ni wa chini sana, uwezo wa Afrika ni mkubwa sana. Kitu gani ambacho kinakupa kiburi kusema hawana uwezo? Nani uni mpira mpira kinachonipa mpira... kiburi ni wachezaji wangu ambao wamesajiliwa kwenye timu yangu, kwa sababu ni wachezaji bora na wana uwezo mkubwa sana angalia performance ya wachezaji wangu, nimecheza mechi tatu, nimefunga magoli kumi na tano, lakini leo tena nitafunga magoli matano leo tena nafunga magoli matano, magoli matano. Uhakika upo asilimia mia, mtani? Magoli matano hebu magoli matano, tubashirie hapa e, pia na watazamaji wanaotufuatilia kupitia Chawamata TV Ndeo. Goli la kwanza unaona, naenda una, una, una kuliweka kambani. Goli la kwanza atafunga Clement Mzize na goli la pili Clement Mzize. Mzize anafunga magoli manne leo na goli la tano litafungwa na Israel Patrick Mwenda. Kukosekana kwa uh, Stephane Aziz Ki kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, ndio wewe, hii haikupi pia wasiwasi kwamba pale, pale, pale, katika, pale mbele pale kwenye kiungo mshambuliaji yeah? pale inaenda kwa kunakuwa na gepu hapo mbele. kukosekana kwa huyu mchezaji sina wasiwasi wasi, kwa sababu nina wachezaji wengi, nina Chama ambaye ana uwezo mkubwa sana, anatulia sana, anajua mpira kwa hiyo sina hofu kabisa. Yani, neno lako sasa la mwisho kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia wadau wa mpira wa miguu Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, unaambia nini? Neno langu la mwisho nawaita mashabiki wa Young Africans nchi nzima popote walipo ambao hawajafika kwenye uwanja huu wa Mkapa, naomba wasogee kwenye TV zao waitazame Azam TV waangalie mpira na ambao wako ndani ya Dar es Salaam na nawaomba wawai kwenye uwanja wa Taifa, muda bado kidogo, tuangalie mechi mbungi na mwali tunayembeba kwa siku ya leo. Tiketi ushachukua? Nishachukua tiketi kitambo sana na wiki mbili nimechukua tiketi. Nakutakia kila la heri. Nashukuru sana, ubarikiwe sana, Mwenyezi Mungu awalinde pia. Ae, mnaende, naomba mwendelee kuwahimiza watu wakae wakijua hapa hapa Tanzania kuna timu moja tu ambayo ni kubwa na ina mataji mengi Young Africans. Alafu pia kingine tunaomba bodi ya ligi na TFF waendeleze kutoa somo kwa marefali kwa sababu hii inapelekea mpaka watu wengine wanakuwa hawana uaminifu kwa ajili ya marefali. Sasa hivi hapa nchi nzima tuna refali mmoja ambaye ni bora zaidi kwa upande wangu, Alajiga. Alajiga anajua, anajua. Sasa basi, ili wajifunze wengine kutoka kwa Alajiga bana asante sana, awaite sehemu waweke kama darasa, wajifunze baadhi ya vitu mbalimbali mbali, ili ligi yetu endelee kusonga mbele, tuendelee kusonga juu zaidi. Tuna mashindano ya CHAN yanakuja hapa kwao, tujipange zaidi kwa hayo mashindano ili tufanye vizuri zaidi. Nashukuru sana na na. Mtazamaji huyu alikuwa ni shabiki wa Yanga, tumetoka kuzungumza nao hapa, wametudadavulia, wametuambia e, utayari wao, lakini pia matarajio yao kuelekea mchezo wa siku ya leo. Mtazamaji, kumbuka hii ni dabi ya Kariakoo inayowakutania sha Yanga lakini pia Simba ambao watakuwa wanatoana jasho, ni jasho la kufa mtu anasema jasho na, na damu. E, kuwania ku, zile pointi tatu mtazamaji, kumbuka ni mchezo ambao utakuwa ni mchezo wa maamuzi katika e, msimu huu wa 2024/2025 wa NBC Premier League. Mpaka hapa mtazamaji, bado tupo tunaendelea kupata mawili matatu kutoka kwa mashabiki, tunaenda kutafuta wengine tuweze kupata na wao wanasema nini kuhusiana e, kuelekea mchezo wa siku ya leo. Naitwa Dickson Bisare, ungana nasi e, katika mitandao ya kijamii Instagram, tunapatikana kwa jina la Chawamata TV, lakini pia Twitter kwa jina la Chawamata TV TikTok na lakini pia mitandao mingine ya kijamii jina ni hilo hilo Chawamata TV. Mpaka hapa tukutane tena baadaye kwenye mahojiano mengine.